Hapa kwenye mashauri hii tumepata ambulance au magari ya wagonjwa manne. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Mama Samia, Dr. Samia kwa kazi nzuri. Mpigie makofi Mama Samia. Eh. Kwa hiyo sasa hivi ina maana kama kuna mpata mgonjwa, eh, mgonjwa wa bahati mbaya tuombei, lakini kuna gari ambayo ina rotate upande ule wa kusini. Huko bondeni hapa, kwa maana ya Kirende kuihancha unaenda mpaka eh, Nyangoto, unaenda Nyarwana kama mgonjwa sio lazima aje hapa, anaweza akapita hapo akaenda kwangu Msoma au akaenda Bugando au akaenda sehemu nyingine kulingana na ushauri wa madaktari. Kwa hiyo sio lazima mtu aje hapa, kwa sababu kuna gari ya kutembea upande huu. Hapo tulipo alimashauri hapa kuna gari ipo standby kwa ajili ya wagonjwa wa dharura kuwapeleka katika maeneo mengine ambayo huduma hiyo hapa haipatikani. Lakini tuna gari ambayo inafanya kazi ukanda wa Sirali, kwa maana kwamba inaweza kuchukua hata mtu kutoka Zanati kule Nyanungu ikachukua Nyansincha e, e kaja mpaka hapo Sirari kwenyewe itaenda ukanda huu wa kwenda mpaka Mwema Susuni, ilaenda mpaka Bumera nikakatiza kwenda kupata huduma ambayo haipatikani hapa halmashauri ya Nyamwaga au haipatikani pale katika Tarime mjini. Kwa hiyo tunashukuru Mama Samia kwamba tumepata magari manne katika kipindi hiki cha miaka mitano. Katika muda huu ambao tupo madarakani tumeshajenga jenga vituo vya afya vipya vinne, e, eh, vitano. Kwa kuna kituo cha afya vitano kwa Bumera hicho ni kipya Sirali tumeboresha, pale hawakuwa na extra mashine tumepeleka. Hawakuwa na jengo la kufulia, sasa hivi limeenda pale na huduma zinaendelea. Lakini unaenda mpaka kuna kituo cha afya. Magoma ni kituo cha afya pia kipya. Na kujenga zahanati 14 ninapozungumza hapa. Kwa hiyo ili kupunguza, kwa sababu mgonjwa anakuja hapa ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake huo au shida yake hiyo imeshinda kwenye zahanati, imeshinda kwenye kituo cha afya, inakuja hospitali hapa kwa maana kwamba ugonjwa unakuwa unazidiana. Lakini hata nilipotembea kwenye zahanati mbalimbali tumeboresha pia huduma ya kuleta madawa. Sehemu kubwa madawa yanapatikana yale ambayo ni ya msingi. Nikienda kwenye zahanati nauliza kwamba hali ilikuwa sawa, angalau sasa hivi madawa yanapatikana, ila gharama wananchi mnao changia changia. Hapa kuna vitanda pia wameongeza kwa peta mapato hayo. Cha muhimu unapokuja kuchangia gharama, hospitali ya serikali sio kama private, gharama hapa ni za kawaida, na maelekezo ya mama Samia ni kwamba akija hapa mgonjwa, wasitangulize watumizi kuomba hela kabla ya huduma wakati unaendelea kupata huduma unachangia gharama zile, ili huduma iendelee kufanya kazi hiyo kwao ni kosa. Kama itatokea mgonjwa anakuja hapa alafu kwa sababu hana chochote alipata huduma, nafikiri daktari, unajua ubinadamu unatangulizwa katika huduma kuliko mambo mengine, ila ujue unapaswa kuchangia gharama za matibabu. Hiyo gari mbili tembee, kuna mafuta, hawa walipo mshahara, hizi huduma mbalimbali, kuna gharama zake zipo pale, lakini kuna unafuu mkubwa ukija serikalini kuliko kienda private, na hasa sisi maskini wengi tunakimbilia upande wa serikali ambao unaweza ukaeleza wakakuelewa lakini hapa tulikuwa ukipata mgonjwa wale ambao wanapata huduma ya dharura ya ICU, yani hawezi kupumua na shida mbalimbali. Sasa hivi tumepata jengo nzuri sana, hapo ndio tumetoka kwa gome ndani ndani. Kuna X-ray, kuna kila kitu, mashine ipo ambayo hata kama hujitambui unaweza ukachomwa sindano. Yani daktari ana seti anakuacho unachomwa sindano kwa wakati ambao mashine ita detect kwamba huyo anapaswa kuongezewa maji, hapo anapaswa kuwa na sindano, lakini hata kama umezidiwa mambo ya vipimo kama pressure ultrasound, unafanya mle mle. Mpigie makofi Mama Samia, ametufanya kazi nzuri sana. Hizi huduma ukiingia huko ndani ni kama upo Ulaya, lakini zipo hapa Nyamwaka zinapatikana. Huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi, na mimi mbunge wenu bado nimo, eh au nisichukue fomu? Kwa mambo tuliyofanya hapa mnasemaje? Sasa wananchi, mnasemaje? Mitano kwako kwangu, eh, nichukue fomu nisichukue? Chukua wangapi? Anasema nichukue fomu tena. Haya, asante sana, Mungu awabariki. Haya mnayoona hapa Nyamwaga, wale ambao wamtembeitembei sana, mkienda hata hapa tuna x-ray machine. Imekuja siku moja, na mgonjwa alikuwa amepata shida hapa Nyamongo, ndani ya dakika tano tumeshapata picha na majibu, na mtu ameshaondolewa, anapelekwa